Oye. Oye. Dr. Nchimbi. Oye. Oye. Mzee Wasira. Safi. Safi. Dr. Mwinyi oye. Oye. <tosurilis> Wango kwa maendeleo. Inawezekana tunasonga mbele. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya, katibu wetu wa mkoa wa wilaya na wajumbe wa kamati ya siasa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 kuwa nimetumikia kwa miaka 15 kutoka mwaka 2010 na kumi. <tze> Sasa nimefika wakati kwa mshikamano tuloujenga kutoa fursa kwa Wanarwangwa, wazaliwa wa Rwangwa wapenda maendeleo waweze sasa <tze> kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Rwangwa kwa maendeleo inawezekana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 mimi ni mjumbe wa kamati kuu na almashauri kuu ya CCM taifa, bado inaendelea nao kutokana na <tukana> majukumu haya, kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee, wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo wilaya ya Ruangwa ambao leo wameshaanza kuchukua fomu. Hawa wote waliochukua fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo wanakuja kwetu, wanakuja kwenu, wananchi, kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi na naamini wote wamekuja, kila mmoja ana uwezo wake, tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote pamoja waliokuja kuchukua fomu mm. Lakini baada ya mchakato huu, yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupepereshwa bendera na kuingia madarakani, hatutamwacha peke yake. Kwa na Rwangwa, tuone haya badiko ni ya kawaida. Ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia ameongozwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa nia njema kabisa na makada waliokuja leo kuchukua fomu, na ameongozwa na Mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamuzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliyojijengea wana Ruangwa, huwa hatutengani sisi. Tulipoanza mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa kumi na mbili, na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani, wale kumi na moja tumeendelea kufanya na kazi nao mpaka leo hii. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda bado haujaisha. Saizi wanne, labda wengine watakuja sote baada ya kukamilika kwa mchakato tutaendelea kuwa wamoja. ni wasihi wajumbe wa kamati ya siasa tuwape ushirikiano. Najua kipindi hiki ni kipindi cha mchakato wa vikao, labda hawatapata nafasi ya kupita, lakini watakapoambiwa wapite, hamasisheni wananchi kuja kukutana nao ndugu zetu wanaotoa maelezo ya namna ambavyo wataweza kuhudumia wilaya yetu ya Lwangwa. Kwa hiyo niwapongeze ili kuwakabidhi rasmi jimbo la Ruangwa jimbo la Ruangwa ambalo lina mshikamano wa pamoja wana CCM lakini na vyama vingine vya siasa tumekuwa tunafanya kazi kwa kauli moja tu Ruangwa kwa maendeleo inawezekana na leo wanapokuja hawa wanakuja kuongeza nguvu ya kuweza kuiletea Ruangwa maendeleo Kwa baada ya kuzungumza haya nirudie tena kwa kuwa bado ni mtumishi wa umma, lakini pia kwa kuwa bado ni mjumbe kamati kuu ya CCM, bado tutaendelea kuwa wamoja ndani ya chama chetu hapa.